Hello, huwaligani na habari za wakati huu? Hii ni The Flash chapter. Nchi ya Italia ni miongoni mwa nchi zilizojaliwa miji mingi ya kihistoria. Pompeii City, mji wa dhambi ni mji wa dhamani wa Kirumi wenye ukubwa wa ekari 160, mji uliojawa stalehe pamoja na mito ya kuvutia. Inakadiliwa ya kwamba takriban watu elfu ishirini walikaa ndani ya mji huu. Tarehe 24 Agosti mwaka 79 baada ya Yesu kuzaliwa, siku hii ndiyo siku iliyobadilisha kila kitu ndani ya mji wa Pompeii. Jua lilichomoza kama kawaida ambavyo chomoza siku nyingine, shughuli za hapa na pale zikiendelea kufanyika na wakazi wa mji wa Pompeii. Ilipotimu majila saa saba mchana, juu kileleni mwa mlima Vesuvius ulianza kuonekana mvuke wa moshi ulioambatana na mtikisiko mdogo wa ardhi ndani yake, hali ambayo haikuwa ya kawaida kwa wakazi wa mji wa Pompeii. Ilipotimu majira saa tisa mchana, hali ya wingu ndani ya mji wa Pompeii ilibadilika, huku wakishuhudia moshi mwingi uliotanda angani na kiza kinene kuanza kuonekana rasmi. Kufikia majira ya 11 jioni ndipo cheche zilitokanazo na moto uliosababishwa na mlipuko wa mlima Vesuz zilianza toka, huku moto mkali ulioambatana na majivu mazito yaliyosambaa ndani ya, ya mji mzima wa Pompeii. Kipindi hiki kila mtu alikuwa na njia yake, si baba mama wala mtoto. Kila mtu alikuwa akikimbia kuiokoa nafsi yake. Hewa mbaya na chafu ilitawala angani maili kumi na mbili zaidi ya ukubwa wa mlima Everest mara mbili yake. Mlipuko huo ulidumu ndani ya masaa 24, sawa na siku nzima. Takriban watu zaidi ya elfu mbili walifariki kutokana na mkanyagano pamoja na moto mkali ulioambatana na hewa nzito ya moshi kutawala ndani ya mji mzima wa Pompeii. Wataalam na wadukuzi wanasema chanzo cha mlipuko wa mlima Vesuvius ulisababishwa na tetemeko la ardhi lililotokea mwaka sitini na mbili baada ya Yesu Kristo kuzaliwa. Tetemeko hilo lilosababisha magma kusambaratika ndani ya mlima Vesuvius na ilipofika mwaka sabini na tisa ndipo mlipuko huo rasmi ulitokea. Takriban theluthi moja ya mji wa Pompei umezikwa na majivu. Hii leo mji wa Pompei ni moja ya vivutio maarufu vya watalii nchini Italia. Wataalam wanaamini mlipuko wa mlima vesuz huko karibuni, lakini je, ni lini, siku gani na mwaka gani? Bado imebaki kuwa kitendawili. Msimulizi na mwandishi wa makala hii ni mimi Dullykhan Mumba Mwapao, until the next time and bye bye kwa sasa.